Rais wa shirikisho la soka duniani Sepp Joseph Blatter na rais wa shirikisho la soka barani Ulaya Michel Platini wamepigwa marufuku ya miaka nane na kamati inayosimamia maadili katika shirikisho la FIFA. Hii ni baada ya kamati hiyo kuwapata na makosa kuhusiana na dola milioni mbili alizopokea Platini kutoka kwake Blatter katika mwaka wa 2011. Mkasa unaokumba shirika la soka duniani ulichukua mwelekeo mpya hii leo baada ya kamati inayosimamia maadili kwenye shirikisho hilo kuwapiga marufuku miaka nane, rais wa shirikisho hilo Sepp Blatter na rais wa shirikisho linalosimamia soka barani Europa Michel Platini. Marufuku hiyo inahusiana na dola milioni mbili za Uswizi alizopokea Platini kutoka kwa FIFA mwaka wa 2011. Kamati hiyo inayosimamia maadili ilidai kwamba madai aliyoyatoa Blata mbele ya kamati hiyo hayakuonyesha jinsi malipo hayo yalivyokuwa halali, na Blata alikosa kuonyesha uhalisia wa malipo hayo, na kwa hivyo madai hayo yalitupiliwa mbali. Baada ya ripoti hizo kuibuka, Blata alijitokeza na kudai kwamba atakata rufaa ya marufuku hiyo kwa koti inayosimamia spoti.

Blata pia lidai kwamba tapigania shirikisho hilo huku akitafuta kujinusuru. Blatter pia aliomba msamaha kutoka kwa washikadau wa soka duniani ikiwemo shirikisho hilo la FIFA. Marufuku hiyo imetolewa wakati shirikisho la FIFA linakumbwa na visa vya kupokea hongo. Marufuku hiyo pia inamaanisha kwamba huenda Rais wa shirikisho la soka barani Ulaya Michel Platini akakosa kugombea urais wa shirikisho la kandanda duniani kwenye uchaguzi ambao utaandaliwa mwezi Februari mwaka ujao. Robinson Okenye, KTN Michezo.